Just like a miracle, nafumbua macho niko ndani ya kuta nne. Naona mtu mkononi ameshika stethoscope. Niko chali kama panya maabara na ndo hapo nkagundua niko hospital. Kando kuna dokta amesimama aliyenihudumia kwa miezi kama tisa niliyolala kwenye koma, akishuhudia umati uliokuja kuniona hospitali ukipungua wakiamini sitopona. Wakuabudiwa ni Mungu tu, akisimama yeye amini, hakuna kiumbe wa kumpandishia kibesi juu. nguvu zonu zote nazo, yeye mwanadamu hawezi gusa roho ya mtu labda tochubua mwili tu. Okay, masaa yakapita, nikaruhusiwa kurudi nyumbani na nafuu nkawa nshaipata. Mama lirejesha tabasamu ambalo alipoteza muda mrefu tangu siku msala umenipata. Mawazo ndo ya kanza nizidia muda nlopoteza unani stres na nomia ni, ni kaisi nimeharibu vyote, shule na karia, wazo la kisasi kichwani linamrudia. Nkaongea na majani akanambia inabidi ujarusha ili upate muda kutulia hiki kipindi ambacho una rikava isingefaa, ukakaa mwenyewe, bora ukae na familia. Kafika siku ya safari, naijiandaa na safari, nasikia mlango unagongwa. Harufu nzuri kwa mbali, hii perfume naijua, Lisa aliwahi kuitumia mara chache, kanikumbusha mbali. Moyo kaanza kukimbia mbio, nikamini kweli, mwisho wa tukio, mwanzo wa tukio. Nkajikaza kiume, nkaenda kufungua. Ah, alikuwa room mate wa Lisa hostel, nikamtambua akaingia, then tukaanza kuongea. Akaniambia pole sana kwa maradhi na yaliyotokea, akasema leo alipita hospitali, wakamwambia mgonjwa amepata nafuu mmemesharejea basi. Nkamuuliza vipi kuhusu Lisa, akanipa mkasa mzima baada kile kisa. Akaniambia kuwa alitemwa na bwanake baada tu ya kushika mimba na mguu chuo alikata kabisa, halafu pia askari upelelezi wanamfatilia kila tapotia mguu, askari wataingia miezi kama tisa, jaonekana amepotea kabisa na wajue wapi amekimbilia. Nkamwambia okay thanks my dear, leo na safari na muda wa kuondoka nono umekaribia. Nkamwachia namba ya simu akaondoka. Haikupita muda sana nami nikaondoka, so nika fly paka Arusha, nikatua. Mwanangu wala kuchelewa, akaja airport kunchukua, but before tuende home, akasema tupite supermarket, kuna vitu anataka chukua. Sa tukenda nunua nikiwa supermarket. Na nanyanyua uso naona mtu nayemjua. Ye aliponiona, akanguka kwa mshtuko, nikaharakisha kwenda kumnyanyua alikuwa besti yake na Lisa, walisoma wote high school, chuo tu wakatenganishwa. Nikaenda naye mpaka nje na memezi akasimamishwa, hakuamini kuniona kabisa. Akaniuliza, hivi unajua Lisa alipo? Nikamwambia sihitaji hata kujua alipo. Akanisihi nitumie kima, nimpe hata dakika, nipe hata kwa ufupi tu stori ilivyo.